Uchaguzi tunaouendea ni kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Madiwani tulionao hawapasi kuendelea, lazima wachaguliwe kila baada ya miaka. Wabunge tulionao lazima wachaguliwe kila baada ya miaka. Rais tuliye naye lazima chama kinaongozwa na wanasheria hawasomi na katiba. Uchaguzi huu sio kwa ridhaa ya chama cha mapinduzi. Uchaguzi huu ni kwa mujibu wa katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. CCM inaheshimu demokrasia. CCM haiwezi kwenda kinyume na katiba ya jamhuri ya muungano a siku kwamba madiwani hawa wamekaa muda mrefu, hatutaki kuhojiwa kwamba wabunge hawa wamekaa muda mrefu, hatutaki kuhojiwa kwamba Mheshimiwa Rais amekaa muda mrefu, tunataka uchaguzi kwa matakwa ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. sisi emoye na kwa maana hiyo hatuna haja ya kuwabembeleza na rudia Chadema, hatuna haja ya kuwabembeleza. Tunakwenda kwenye uchaguzi kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya na baada ya uchaguzi, kama watashiriki shauri yao, wasiposhiriki shauri, na ndo mwisho wao wakuwa chama kikuu cha upinzani Tanzania.